Sasa, ah ah ndio kuniambia ukule, kaniambia tu Buraia amegongwa. Nikamwambia mpelekeni hospitali, nikamwambia ashapelekwa hospitali. Na kisha kuja nikaambiwa huko, nikasema mimi nataka kwenda nyumbani. Kufika kutu nikapata kuna maandamano mingi sana. Nikaenda kujificha Catholic. Kufika Catholic, mama alikuwa akanisaidia akanitafutia gari. Kakuja mpaka Kangaita. Nikasema aunti yangu anakaa Kangaita. Sasa nikikuja, tunabado tunapigiwa simu tu. Huyo mama akaninyang'anya simu akaongea na aunti yangu akamwambia, msichana wako niko na yeye, anasikia ni kubaya akanitafutia pikipiki, akiwa bibi yake na watoto watoto wake. Kuna watoto wawili, kuna watoto wengine wawili na huyu mwingine nikasikia wakiambiana hapa na hawa. Nikamwambia wajamaa, hey, ati wao wanaenda maandamano, usiende maandamano, na nikapiga mamake simu, mamake akamwambia na hakwenda. Lakini baada ya masaa kama nne hivi, ilikuwa masaa ya saa nane ndio tulipata ripoti ya Tibrayo amegongwa, alikuwa alikuwa kwa maandamano na migongo na askari, lakini amechukuliwa na marafiki zake amepelekwa huko. Sasa tulipowasiliana na huko tukawaambia wapelekeni hospitali. Saa baada ya kupeleka hospitali turudi kusikia ameaga. Lakini tulienda next day na tukakuta ukweli ameaga, na alikuwa amepigwa picha ya kichwa. Akawa ako akona in, alipata internal bleeding na fufu, nini scalp yake ilikuwa imevunjika. Ni... A, a, ni kugongwa na fimbo, ni kugongwa. Sababu alipogongwa aligongwa hapa hivi nyuma, akawa na crack, akawa na internal bleeding. Kwa hivyo picha inaoneshana, ni internal bleeding baada ya kugongwa. Mmm, acha tuseme akukaa kwa muda venye tu walimpeleka, unajua walikosa kwanza gari za kwanza kumpeleka, kwa hivyo alikaa nyumbani penye, penye waliweza kupenya wakampeleka hospitali wakapokelewa vizuri, akapigwa picha, lakini baada ya kutoka kwa picha akaaga. Kwa hivyo baada si kushika vizuri but it is, ni, ni hospitali ya binafsi sasa. Sasa hapa tunaendelea na matanga ya Brian Maina, ambaye alishitiwa na polisi mm. Na ni kijana mdogo ako na bibi na watoto wawili, na walikuwa wakikaa na babu yake, na anafanya kazi zake uko Nairobi upande wa Umoja aligongea upande wa Umoja eh, ni town center, oh, ni town center. Mazishi tunatoka iwe ya Friday, Mungu akituwezesha. Lakini e, tunataka haki ya Brian ifanyike sababu Brian kijana mdogo na wanaitisha haki yake wakiwa Gen Z. Kwa hivyo tunaomba tu President Ruto waache kuwa watoto wetu waache kuwa wa, wajukuu wetu, waache kuwa wana Kenya sababu hii ni uchungu kubwa sana. Tukiwa wana, tukiwa wana Kenya tunapitia. Hata hata kama ata kama Brian amekufa kuko na watoto wengi sana wamekufa, kuko na, na watu wengi sana wanalia, tungependa tu machozi ifike mwisho. Kwa hivyo Brian alikufa akitetea haki zao kama wajenzi wale wengine katika Kenya hii. Kwa hivyo, ningependa ninge serikali ipatie Brian haki ambayo anastahili kama wale watoto wengine wote. Sasa kupoteza watoto kila wakati wakiandamana, hii sio jambo mzuri. Kwa hivyo, ningeomba rais pamoja na kabineti yake na wale wote ambao wanamsaidia wana katika uongozi wasikilize hao watoto Si ati wao watoto wana ubaya, hapana. Tu wanataka tu tu wasikilizwe, wapatie the grievances, alafu president kutoka hapo hivyo ajue vile ambavyo atatatua hii shida ya hawa watoto, na tunataka haki ifanyike kwa Brian wetu eh, ule polisi alimgonga kichwa, achukuliwe hatua. Kwa sababu sio vizuri kuendelea na mbele na kupiga watoto wakati wanatetea haki yao. <coughs>